Kenya yatingisha dunia tena, wageni wazungumzia ukweli wao kuhusu maisha yao ndani ya Nairobi Kenya. Maanake hivi, unajua kuwa kila siku wageni wanaotembelea Kenya wanashangaa mambo ambayo Wakenya wenyewe wanayachukulia kawaida tu. Wengine wanakiri kabisa ya kwamba Kenya ni nchi tofauti. Leo hapa kwenye Mizuka Media tutaangalia mambo yaliyowashangaza wageni kutoka Marekani na Afrika Magharibi, hapa nazungumzia Nigeria, walivyosema kuhusu Wakenya, na baadhi yao wameamua kabisa kuishi Kenya. Kwanza kabisa, tuanze na huyu dada kutoka Nigeria. Alipofika na robi mambo matatu yalimgusa sana. Kwanza alivutiwa na usafi wa jiji, mpangilio wa barabara, na vile wakenya wanapenda kufanya mambo kwa wakati. Lakini jambo lililomshangaza zaidi ni jinsi watu walivyo friendly, lakini bado wapo busy na maisha yao. Akasema, in Kenya people mind their business but are very nice. Na hii inathibitisha ule msemo wa Wakenya ni watu wa hustle, lakini na heshima.

Halafu huyu dada mwingine pia kutoka West Africa alishindwa kuelewa kitu kimoja tu ya kwamba kwa nini wanaume wengi Kenya ni warefu. Akasema kila kona aliyopita Nairobi ni wanaume warefu waliopendeza na wamesimama straight kama askari wa GSU. Lakini bila kusahau aliongeza kuwa men in Kenya dress so neat, yani very smart. Wakenya, mmesikia hiyo? Tena inatoka kwa mgeni

Sasa tuongee kuhusu huyu mrembo kutoka Marekani ambaye anaishi Kenya. Alisema kitu kimoja ambacho kinamkera ni kwamba ukiwa unaongea na Mkenya kwa simu, mkishamaliza kuongea, ghafla tu simu imekatwa. Akasema, Kenyans never say goodbye on phone. They just hang up. Lakini tuseme ukweli tu, hiyo ni kawaida ya Wakenya na Watanzania pia. Haina ubaya, ni staili yetu tu ya kusema tutaonana

Na kitu kingine ambacho alisema ni kwamba watu wa Nairobi wanapenda kuvaa kupendeza. Akasema popote utakapoenda, kila mtu amevaa vizuri na anapendeza, mpaka saa zingine anajihisi hajavaa chochote. Hii imefanya watu wengi duniani kufahamu kwamba Nairobi ni miongoni mwa miji yenye fashion culture kali zaidi barani Afrika. Okay.

Alafu wengi wenu mnafahamu ya kwamba Kenya wako na utamaduni wao wanauita matatu culture. Nataka ni kuonyesha jamaa mmoja ambaye alitoka Russia na akawa amependezwa sana na matatu. Jamaa kuwa, naamini kama zimetumika zaidi ya milioni nane za Kenya kuikarabati ili ionekane inavyoonekana

Sasa wewe ukisikia wageni wakisema haya mambo unajisikiaje kama Mkenya au Mtanzania? Maana Kenya imekuwa gumzo duniani kutoka Gen Z movement hadi utamaduni wao wa kila siku. Je, yeah, unadhani wageni hawa wanazungumza ukweli kuhusu maisha Kenya au wamepotoshwa kidogo? Niachie maoni yako kwenye comment section na usisahau kutufollow au kusubscribe hapa, Mizuka Media, nyumbani kwa stori kali zaidi kutoka Afrika Mashariki. Hebwana, mi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano nawaachia nyinyi hapo. E bwana, e! Tukutane kwenye video ijayo.